Nilichukua video ile kwenye flash ndogo nikaiweka mfukoni. Nilijua hii ndiyo ilikuwa silaha yangu pekee. Nilitoka nje nikahisi upepo ukipuliza sura yangu. Nilitembea haraka kuelekea langoni, lakini kabla sijafika, taa zote za kiwandani zikazimwa ghafla. Nilisimama, giza lilitanda. Kisha nikasikia sauti ya gari dogo ikija nyuma yangu. Ilikuwa ni sauti ya meneja, akanisimamisha Adam, unafanya nini hapa usiku huu? Uliambiwa uwache kuzunguka maeneo ya kiwanda. Nilijaribu kujifanya mtulifu nikajibu, nimekuja kuchukua tochi yangu niliyoiwacha. Akanitabasamu kwa tabasamu la kijanja akaniambia, torch au flash? Nilijua sasa ameninusa. Akanikaribia zaidi akaniambia kwa sauti ya chini sana, ukitoka na hiyo video hautaamka kesho. Nilihisi jasho baridi mgongoni. Nilitembea polepole pole kurudi ndani kana kwamba nimekubali, lakini nilikuwa na mpango. Nilichukua flashi nyingine tupu mfukoni mwangu, nikaiweka mfukoni kwa makusudi mahali anapoiona. Alipochukua mfuko wangu na kupekua, akapata flashi hiyo bandia, akaendoka nayo. Wakati huo flashi ya kweli nilikuwa nimeiweka soksini. Siku hiyo nilitoka kiwandani kimya kimya, nikapanda bajaji hadi kituo cha polisi cha karibu. Nilijua nikipiga hatua moja mbaya ningepotea, lakini pia nilijua huu ulikuwa mwanzo wa kulipiza kisasi. Nilimkabidhi polisi mlinzi wa kituo flashi hiyo, nikawaambia nitarudi kesho kutoa maelezo. Lakini usiku huo niliporudi nyumbani, niliona kivuli cha mtu kimekaa mbele ya mlango wangu. Alipoamka alikuwa Kelvin. Alikuwa anatetemeka, akaniambia meneja amegundua nilikusaidia ametuma watu waninyoshe. Nilijua sasa mchezo umevuka mpaka. Sikumbuki lini nililala kwa amani mara ya mwisho. Kila kelele ndogo huamsha kumbukumbu za usiku ule wa kiwandani, lakini usiku huu haikuwa sauti ya lori wala upepo. Ilikuwa ni sauti ya Kelvin akigonga mlango wangu kwa nguvu. Nilipomfungulia, uso wake ulikuwa umejaa hofu na jasho, alikuwa na jeraha usoni. Aliniambia kwa sauti ya kukatika, Wameniona. Meneja ametuma watu kunifuatilia. Wamesema nimekusaliti kampuni. Nilimtazama kwa muda mrefu. Huyu kijana alikuwa amevuka mstari kwa ajili yangu. Nikamkaribisha ndani, nikampa maji. Aliketi sakafuni akitetemeka. Nikamuuliza, "Ulishaenda polisi?" Akanijibu, "Hata kama tutaenda, nani atasikiliza mlinzi maskini na fundi wa IT?" Kampuni na pesa ina watu serikalini. Nilijua anasema ukweli. Kwa muda mfupi ukimya ulitanda, tulitazamana kama watu waliopotea porini. Kisha nikasema lazima tufanye kitu, ushahidi bado upo. Nikatoa flash ile niliyohifadhi soksini. Kelvin akaishika kwa mikono yenye kutetemeka. Hii ndiyo video ya kweli. Nikakubali kwa kichwa, ndiyo hii ndio ushahidi pekee utakaotuokoa. Tuliamua kupeleka ushahidi kwa mwandishi wa habari mmoja niliyemfahamu zamani, binti aliyewahi kuandika makala kuhusu rushwa, anaitwa Rehema. Nilimpigia simu usiku huo huo, nilimwambia, kuna jambo kubwa sana linatokea kwenye kampuni ya viwanda Mikocheni, naomba nikutane nawe kesho asubuhi. Alikubali bila kuuliza maswali mengi, lakini alfajiri, kabla hata jua halijachomoza, Kelvin alipokea simu. Aliitazama kwa sekunde chache, akaniambia ni kutoka kwa meneja. Nilimwambia usipokee, lakini kabla hajafunga simu ilishaingia. Kile alichokisikia kiliubadilisha uso wake alinikazia macho akasema, wamemkamata dada yangu, wamesema nisiende popote, nikamtafute Rehema. Nilijua sasa tumeingia vitani. Kampuni ilianza kucheza mchezo mchafu zaidi. Nilimwambia Kelvin, tutawatoa wote, lakini kwanza twende kituo cha polisi. Tulipofika kituoni askari aliyekaa mezani alinitazama bila hata kuinua daftari: kesi za kampuni mpeleke barua kutoka kwa meneja wenu kwanza. Nilihisi damu ikinipanda kichwani. Nilimuuliza, kwa nini kila kitu ni pesa, hata haki inauzwa? Akanitazama na kunongona, ndiyo maana wengine hatupendi kupoteza kazi. Ni tulitoka kituoni tukiwa tumenyong'onyea. Njiani tuliona gari jeupe likitufuata kimya kimya, kilikuwa kile kile cha meneja. Nilihisi tumbo likining'inia, nikamwambia Kelvin, kata kona haraka, tuingie soko la Mwenge. Tuliificha flash kwenye kibanda cha kuuza vocha cha mzee mmoja, nilimpa maelekezo. Kuna mtu atakuja kesho saa nne asubuhi kuulizia pesa ya Adam. Mpe flash hii bila kuuliza. Mzee yule aliniangalia, akaona uzito wa maneno yangu. Akasema tu, sawa kijana. Tuliondoka tukitembea, lakini dakika chache baadaye tulivamiwa. Watu wawili waliovaa mavazi meusi walitushika kwa nguvu. Wakatuburuza kwenye gari lililokuwa limepaki pembeni. Macho yangu yalifunikwa kwa kitambaa. Nilihisi harufu ya mafuta, baridi ya chuma na sauti ya mtu mmoja akisema, "Kijana, ulikuwa jasiri sana kupita mipaka yako." Nilijua ni sauti ya Meneja Musa. Alikuwa akicheka "Video yako tuliyochukua tulishaiona, ulishaifikisha wapi?" Nilikaa kimya, nilikataa kujibu. Akanipiga kofi zito, "Sema!" Nilimwangalia moja kwa moja machoni nikiwa nimevunjika, damu puani, nikamwambia, "Mwenye haki hawezi kuficha ukweli. Hata mkiniua, ukweli utabaki kwenye giza." Alitabasamu kwa chuki basi kaa na huo ukweli wako. Baada ya muda kidogo, walituacha porini maeneo ya Tegeta, tukiwa tumejeruhiwa. Kelvin hakuweza kutembea vizuri, nilimbeba hadi tukapata lifti ya pikipiki ya mgamba mmoja. Tulifika nyumbani kwangu alfajiri tukiwa kama waliopona vita. Nilijua sasa sitoweza kurudi kiwandani tena. Nilikuwa nimefukuzwa rasmi na sasa nimekuwa adui ya watu wenye pesa, lakini pia nilijua kitu kimoja, ushahidi bado haujaharibiwa. Mzee wa vocha alikuwa na kila kitu. Nilimpigia Rehema tena nikamwambia, ikiwa nitatoweka, nenda Mwenge utaulizia pesa ya Adam ndani yake kuna ukweli wa giza hili lote. Alikubali. Nilihisi pumzi yangu ikirudi taratibu, lakini kabla sijaweka simu chini, nilisikia mlango wangu ukivunjwa kwa nguvu. Nikasikia sauti ya wanaume wakipiga kelele, toka nje Adam! Niliwaza kwa sekunde chache tu, alafu nikamwangalia Kelvin, nikamwambia ukipona hakikisha ukweli unafika kwa watu, usiogope tena. Nilifungua mlango taratibu, nuru ya tochi ikapiga uso wangu, na hapo nilijua vita yangu haijaisha, bali imeanza rasmi. Wakati nuru ya tochi ilinipiga usoni, nilijua mwisho wangu unaweza kuwa ule usiku. Waliniburuza kama mnyama hadi kwenye gari jeupe lisilo na namba. Nilijaribu kupiga kelele, lakini ngumi ya mtu mmoja ilikata sauti yangu. Nilipoamka nilijikuta ndani ya chumba kisicho na dirisha, ukuta mweupe, sakafu yenye harufu ya kutu. Nilifungwa mikono nyuma. Kwenye kona kulikuwa na kamera ndogo ikiwaka mwanga mwekundu. Sauti ilisikika ya mtu niliyemzoea, meneja Mussa. Adam, sasa uko salama. Usijali, tunataka tu kuelewana. Nilicheka kwa sauti dhaifu. Kuelewana baada ya kuniteka? Akanijibu kwa sauti ya kiburi. Nilikuonya mara nyingi. Kampuni hii haichezwi. Ukiamua kuzungumza tena, hautaonekana. Nilinyamaza. Nilihisi mikono yangu ikitetemeka. Kila dakika ilikuwa kama saa. Nilijua Kelvin yuko wapi sijui, na nilijua Rehema hajui kinachoendelea. Baada ya muda waliniletea karatasi. Musa akaniambia, saini hapa, useme kwamba ulikuwa unataka rushwa, tulipokataa ukaamua kutuharibia jina. Nilimtazama usoni, nikamwambia kwa maneno mazito, kuna siku utasaini wewe mwenyewe mbele ya dunia nzima, na itakuwa hukumu yako, sio yangu. Alitabasamu, akaondoka kimya kimya. Mlango ulifungwa nikabaki giza tupu. Siku tatu zilipita, sikujua ni mchana au usiku. Waliniletea chakula kidogo, sikula bali kunidhalilisha. Siku ya nne, walinifunga macho na kunipakia kwenye gari, wakanitupa karibu na barabara ya Kawe usiku wa manane. Nilikuwa dhaifu, lakini nilijua lazima nipone nilitembia kwa shida hadi nyumbani kwa rafiki yangu wa zamani, dereva wa bajaji aitwaye Juma. Nilimkuta akilala. Aliposhtuka alishindwa kuamini macho yake. Adam kijana, umeenda wapi siku zote hizi? Nilimkumbatia bila hata kujibu, nilimwambia nahitaji simu, lazima nimtafute Rehema. Nilimpigia mara ya kwanza hakupokea, mara ya pili akajibu kwa hofu, Adam uko hai? Nimekuwa nikikufuata kila mahali. Nikajibu mimi nipo, lakini Kelvin sijui yuko wapi. Ulipata flash? Akanijibu ndio, nimepata nimeiona video nzima. Huyu meneja ni shetani wa mtu, lakini hawa watu ni hatari sana Adam. Nikamwambia ushahidi huo ndiyo pumzi yangu ya mwisho, usiufiche utumie. Alinyamaza sekunde chache kisha akasema, nitaufikisha kwa watu wa habari. Lakini kwanza nataka kukuona, tujue nini cha kufanya kwa pamoja. Nilimwambia asije nyumbani kwangu, nikampa anwani ya rafiki yangu Juma. Alifika kesho yake mchana akiwa na mfuko mdogo. Alinipiga picha kadhaa, akaniambia Lazima watu waone sura ya mlinzi huyu, wajue kinachoendelea nyuma ya mageti ya makampuni haya. Siku mbili baadaye, taarifa zilisambaa mtandaoni. Kichwa cha habari kilisomeka, mlinzi afichua wizi wa kiwanda, meneja amhusishwa kwa njama. Video ile niliyohifadhi ilianza kuenea kama moto wa kichaka. Watu waliona jinsi Meneja Musa na Dereva Rashidi walivyokuwa wakihamisha mizigo usiku. Polisi wakalazimika kuingilia kati, lakini Musa tayari alikuwa ametoroka.